karibu sana kwenye PesaVibe mahali ambapo tunavunja mafundisho ya kifedha tunajenga mindset ya mafanikio na tunafichua siri ambazo shule hazikufundishi kama unatafuta njia ya kutoka kwenye mzunguko wa deni msongo wa kifedha na kukosa mwelekeo umefika tunaanza safari ya kanuni muhimu sana leo hii ndiyo sheria ya kwanza ndio msingi wa kila kitu sheria ya kwanza ya uhuru wa kifedha tumia kidogo kuliko unachopata spend less than you earn the golden rule of wealth Inaonekana ni rahisi sana, sivyo? Lakini hebo tuwe waaminifu, karibu kila mtu anaivunja. Wengi watu tunaishi kwenye msongo, tunazungukwa na madeni na hatujui pesa zetu zinaishia wapi, hata kama kipato ni kikubwa. Kama umewa kusema aa, mshahara wote umeisha, video hii ni kwa ajili yako. Leo nitakupa deep dive ya kina na mifano ya kuishi juu ya kwa nini sheria hii ndio msingi wa matajiri wengi duniani. Tutaangalia data chache, kwa nini watu wanashindwa kuifuata na kutoa udhuru jinsi ya kujua kipato chako halisi net income, na sio kile kinachoonekana tu; mbinu za kisasa na za zamani za kufuatilia matumizi; mbinu saba za kugundua matumizi yaliyofichwa; na muhimu zaidi, jinsi ya kuanza kuishi chini ya kipato chako bila maumivu, bila kujinyima, na kuanza kuunda utajiri wako wa kwanza. Hii video ina mbinu ambazo unaweza kuanza leo. Chukua daftari na kalamu, tunaanza sasa. Jiulize hivi, kwa nini watu wengi hushindwa kuishi chini ya kipato Watu wengi huamini kuwa wao ni maskini kwa sababu hawana pesa za kutosha. Huo sio ukweli. Watu wengi wanashindwa kwa sababu wanaishi kwa matumaini badala ya mpango. Wanashindwa kwa sababu hawajui wanatumia kiasi gani na wanatumia bila mpangilio. Kwanza, utapeli wa matumizi madogo madogo. The death by a thousand cuts. Pili, utamaduni wa kujionyesha. The show of culture. Tunaishi katika dunia inayoongozwa na mitandao ya kijamii. Tunaona mafanikio ya watu wengine na tunahisi lazima tufananishe lifestyle yetu. Tunataka sasa bei ghali, simu mpya, na kuishi kwenye nyumba ya kifahari, sio kwa sababu tunazihitaji, bali kwa sababu tunataka tuonekane tumefanikiwa. Tunakopa kuweka sura, na hapo ndipo mtego unapoanza. Tuangalie kanuni ya dahari, spend less than you earn. Hii ndio golden rule ya uhuru wa kifedha. Watu wengi huona kama ni sheria ya kihisabu tu. Sio kweli, ni sheria ya mindset na nidhamu Uhusiano kati ya kipato na utajiri. Mwenye kipato kikubwa, tajiri wa skrini, anapata milioni kumi kwa mwezi, lakini anatumia milioni kumi na mbili Anaishi maisha ya anasa, lakini ndani yake anategemea mikopo na amefilisika kiakili. Yeye ni maskini. Mwenye kipato kidogo, mjenzi wa utajiri, anapata laki mbili, anatumia laki moja na nusu, anabakiza elfu hamsini. Anaweka akiba na kuwekeza. Baada ya miaka kumi atakuwa na utajiri mkubwa zaidi kuliko yule wa milioni kumi hii sheria inasisitiza hakikisha matumizi yako ni angalau asilimia kumi hadi thelathini chini ya kipato asilimia hiyo kumi hadi thelathini ndiyo inakupa uwezo wa kuunda akiba ya dharura kuwekeza kufanya pesa izae pesa kulipa madeni kujitoa kwenye mtego kama huna control ya matumizi huwezi kuwekeza huwezi kuhifadhi huwezi kukua control ya pesa yako inaanza na asilimia kumi sasa tuangalie jinsi ya kujua kipato chako halisi net income. hapa ndipo shida inapoanza. Watu wengi huishi kwa gross income, kiasi kikubwa kinachoonekana. Unahitaji kuishi kwa real income, au net income. kipato halisi ni nini? Kipato halisi ni pesa inayobaki baada ya kutoa majukumu yasiyoweza kuepukika, kabla hujaanza matumizi mengine. Hatua za kuhesabu: andika gross income yako toa kodi na makato ya lazima. Haya ni makato ya serikali na yasiyoweza kuepukika. Toa gharama zisizobadilika za maisha ya msingi, kodi ya nyumba, pango na itakiwa sio zaidi ya asilimia 30 ya net income. malipo ya madeni ya lazima, mikopo ya nyumba, gari au deni la elimu, ada za shule au huduma za afya ya za lazima, usafiri wa malazima, chakula cha msingi. Hiki ni kiasi cha chini unachohitaji kuishi. kinachobaki baada ya kutoa haya Ndicho kinachoitwa discretionary income. Kipato unachoweza kupanga na kudhibiti. Hiki ndio kipato chako halisi. Watu wengi huishi kwa gross income, wakitumia pesa za kodi na pango kama pesa za shopping, na hapo ndipo msiba unapoanza. Pia kuna mbinu za kufuatilia matumizi. Hapa ndipo siri ya matajiri na watu wenye nidhamu ya kifedha. Matajiri hawatumii nguvu ya kukumbuka, wanapanga na kufuatilia. You can't manage what you don't measure. Njia tatu za kufuatilia kitaalamu. Moja, njia ya tadidi, the old school journal. Kanuni ya mia tano. Ukiandika kila matumizi yanayozidi shilingi mia tano, unajenga uelewa wa haraka. Andika tarehe, kiasi na sababu. Faida yake inakufanya ujisikie vibaya kutumia kila unapofungua daftari, inajenga msuguano dhidi ya matumizi. Pili, njia ya kisasa, apps rahisi. Mapendekezo: Money Manager, Monefy, Jinsi ya kufanya: tenga dakika tano kila jioni kuingiza matumizi yote ya siku anza, na kategori 4 hadi 5 chakula, usafiri, starehe, bili. Weka reminder kila usiku. Tatu, mfumo wa bahafa kwa wale wenye kipato cha cash. Mfumo huu ni dhahabu kwa kudhibiti matumizi ya hiari. Jinsi ya kuunda: toa cash yote kwa ajili ya variable expenses mwanzo wa mwezi, tenga bahafa kwa chakula cha nje, usafiri wa ghafla, starehe ya wikendi hea na vipodozi. Kanuni ya bahafa ikiisha, subiri mwezi unaofuata, hakuna kuhamisha pesa kati ya bahafa. Tracking inakupa ufahamu; bila ufahamu hakuna control. Matumizi huisha kabla ya mwezi, sio kwa sababu kipato ni kidogo, bali kwa sababu haujui kinaishia wapi. Pia matumizi yaliyoachwa, haya ndiyo mchwa wa fedha. Matumizi haya utumii akili sana, lakini unanyonya kipato polepole pole, na kuna kuzuia kuishi chini ya kipato. Mfano, Utapeli wa ofa na promotion, hii ndio sumu. Huwezi kuokoa pesa kwa kununua kitu ambacho huku kiwa nacho kwenye bajeti. Unanunua kitu kwa sababu kimepunguzwa bei, sio kwa sababu unakihitaji. Unapoteza asilimia sabini ya bei ya bidhaa kwa kuokoa asilimia thelathini. Pia gharama za huduma za simu na subscription. Tizama SMS, bundles na malipo ya mara kwa mara ya apps unazotumia mara moja kwa mwezi, Netflix, DSTV. Fanya audit ya app zako, futa au sitisha huduma ambazo huzitumii kila siku. Jambo lingine, transaction fees za mapesa Tigo pesa, the killer commission. Uhamishaji wa pesa wa mara kwa mara unakula pesa kuliko unavyofikiria. Jaribu kulipa bili kodi, kwa njia moja tu au kuongeza kiasi cha kutuma ili kupunguza idadi ya transaction na gharama. Hizi fees ni matumizi yaliyofichwa yenye nguvu sana. Matumizi ya kijamii. Kila siku nalipa kakuku kwa marafiki unatoa michango ya ghafla au unajikuta unafanya starehe ya bei ghali kwa sababu ya presha ya kijamii. Ya kijamii weka bajeti maalumu ya kijamii na jifunze kusema la kwa heshima. Wakati mwingine si wewe ni maskini, ni tabia zako. Matumizi haya yaliyojificha ndiyo yanayokuzuia ya kuwa financial literate. Jinsi ya kuishi chini ya kipato chako kwa urahisi, tukio la kuishi chini ya kipato chako sio kujitesa, ni kufanya maamuzi ya kifedha yenye akili. Moja, tengeneza bajeti ya mwezi. Bajeti ni ramani ya pesa yako. Bila bajeti, wewe ni mtalii gizani. Bajeti inatakiwa kuwa na kategori zote na inatakiwa kupitiwa kila baada ya siku saba. Bajeti inakupa ruhusa ya kutumia pesa zako. Tatu. Usinunue kitu hadi upate haja halisi, muuliza nafsi yako hiki kitu kinanisaidia nini kwa miaka mitano ya chobaki, au tumia seven day rule. ukiona kitu unachokitaka subiri siku saba kama bado unakitaka baada ya siku saba, ndipo ununue. Mara nyingi haja yako hupotea. Nne. Lipa nafsi yako kwanza, pay yourself first. Hii ndio kanuni muhimu zaidi. Mara tu unapopata mshahara, hamisha asilimia ishirini ya kipato chako, akiba au uwekezaji mara moja, kwenda kwenye account ambayo haina kadi. Kinachobaki ndicho unachopaswa kutumia. Hii inakulazimu kuishi chini ya kipato chako. Tano ongeza kipato taratibu. Kuishi chini ya kipato kunaweza kuwa ngumu ukiwa na kipato kidogo sana, juhudi zako za kudhibiti matumizi zifanye iwe rahisi kuanza side hustle ndogo. Kanuni: kipato kiongezeke, huku matumizi ya kibaki yale yale. Hadithi ya maisha halisi, Musa, kwa sauti ya hadithi ya kuvutia. Nataka kukusimulia hadithi ya kijana mmoja anaitwa Musa. Alikuwa anapata mshahara wa shilingi laki tatu na hamsini. Alihisi ni maskini sana. Alikuwa anatumia kila kitu na mwisho wa mwezi alikuwa analipa deni la M-Pesa. Alikuwa analalamika "Ah, pesa hii ni ndogo sana, siwezi kufanya chochote." Musa akianza kufuatilia matumizi. Siku moja aliona video kama hii na akagusa simu yake, akaanza kutumia app ya Money Manager. Alichokiona kilimshtua: alitumia shilingi elfu hamsini kwa weekendi moja tu stare na marafiki. Alikuwa na bili ya luku umeme ya shilingi elfu 80 kwa mwezi kwa sababu aliacha tazi kiwaka na alitumia maji ya moto ovyo. Alitumia shilingi elfu 60 kwa vocha na bundles. Aligundua kuwa alikuwa anatumia shilingi elfu 190, karibu nusu ya mshahara wake kwenye nasa tupu. Mabadiliko yalianza, Musa akaambwa kutumia pay yourself first. Alibakisha shilingi laki mbili na elfu 80 kwa matumizi na shilingi elfu 70 aliweka akiba, asilimia 20. Alipunguza kutoka wikendi za nje na kaanza kuangalia movies nyumbani. Alibadili taa za nyumbani kuwa taa za energy saver. Baada ya miezi sita alikuwa na akiba ya shilingi milioni nne na ishirini. Alitumia hiyo kama mtaji mdogo kuanza kuuza AirPods mtandaoni kwa marafiki. Mwaka mmoja baadaye, biashara yake ilikuwa naingiza shilingi elfu tano nje ya mshahara wake wa kazi. Siri yake kuishi chini ya kipato, sio kipato kikubwa. Musa hakuwa na kipato kidogo, alikuwa na nidhamu ndogo. Utajiri wake ulianza na elfu sabini, sio milioni moja. Muhimu, mafanikio ni tabia, sio miujiza.